Wafi taati ulati al-umuri manafi'u kathiratun jidda anasema, wafi taati ulati al-umuri, na kwenye taa, yani kwenye utiifu raia watakapofanya utiifu kwa viongozi, manafi'u kathiratun jidda, kuna manfaa manufaa mnayajua, eh. Yani, kuna manufaa mengi sana raia kuwatii viongozi wao, wakawa wanaishi katika nchi yao na wanawasikiliza na kuwatii viongozi wao. Jambo hili ndani yake lina manufaa mengi mno, mm, bal ulima biddarurati min dini lislami, bali imefahamikwa kutokana na udharura wa dini ya Kiislamu, annahu la dina illa bijamaati, kuwa dini yenyewe inakuwa hakuna isipokuwa kwa jamaa. Hili jambo limefahamikwa kwa ulazima na udharura wa dini ya Uislamu. Hakuna dini kama hakuna jamaa, lazima kiwepo kitu kinachowakusanya watu pamoja. Maana yake kama itakuwa hakuna jamaa, basi kila mmoja atakuwa anajiendesha mwenyewe kama hakuna dola hakuna serikali, maana yake kila mmoja atakuwa anajiendesha mwenyewe. Ni nani atamzuia mwingine? Kila mmoja atumie nguvu zake katika kujilinda, maana yake mwenye nguvu atamnyanyasa asiyekuwa na nguvu, kwa sababu watu tuko tofauti tofauti ulimwenguni. Kwa hiyo watu wanakusanywa sehemu moja, wanakuwa chini ya dola moja, serikali moja kwa hiyo hata hiyo dini yenyewe itakuwa hakuna kama hakuna serikali, kama hakuna jamaa. Lazima kiwepo kitu kinachowaunganisha watu pamoja. Kwa hiyo uislamu wenyewe unataka serikali iwepo. wala jamaatan illa biimamatin, na hakuna jamaa isipokuwa jamaa itapatikana kwa kuwepo kiongozi. Vipi watu mtakusanyika pamoja bila ya kuwa na kiongozi anayewaongoza? Sasa kila mmoja atakuwa na jambo lake. Hamuoni kwamba itakuwa vurugu na fujo? Ndio maana kwenye uislamu mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza, hata mnapotembea tu safarini, mpo watu watatu, wanne, watano, basi mchagueni mmoja awe kiongozi wenu yaani kuonesha kwamba ili watu muwe katika kauli moja, lazima awepo mmoja wa kusikilizwa. Ndio adabu ya Uislamu inavyotufundisha, la sivyo mambo haya yatakuwa mvurugano. Hata katika nyumba, katika familia, lazima mmoja awe ndiye wa kusikilizwa, mkuu. Lakini mtoto awe na kauli yake, mke na kauli yake, baba na kauli yake, sijui nani na kauli yake, basi nyumba hiyo itakuwa vurugu tupu. Wala jamaata illa biimama, wala hakuna jamaa hamwezi mkabaki pamoja isipokuwa kuwepo na nani, imamu, kiongozi anayeongoza huo umoja wenu. Wala imamata illa bisam'in wa ta'atin, na hakuna kiongozi isipokuwa kiongozi atakuwepo kwa kusikia na kutii. Sasa kama watu wamemtii kiongozi wenu wamemsikilizi kiongozi wenu, kiongozi atafanya kazi gani? Mnaelewa maneno, wala imamata, na we uimamu we uongozi pia hautakuwepo ila bisam'i wa ta'ati, isipokuwa kwa kusikia na kwa kutii. Kwa hiyo watu mkitaka kuwa na serikali lazima kwanza mkubali nyinyi raia kwamba sisi tutakuwa chini ya hiyo serikali, na katika serikali hiyo lazima wawepo viongozi, na katika hao viongozi kuna kiongozi mkuu, kwayo nyinyi lazima muwe chini yake. Yani huo ni uislamu wao, uislamu wenyewe ndio unafundisha hivyo. Sasa wee unavokuja kusema kwamba, ah, unajua hawa wafalme hawa maulama maulamaa wa Saudia wamefanya nini? Propaganda nini? hizo propaganda hizo, lakini zote ni chuki tu dhidi ya usalafi. Lakini watu wanapishana, kila mmoja anamchukia kwa namna yake. wa anna alkhuruja ala ta'ati waliyil amri na hakika kutoka kwenye twaa ya kiongozi wa taqaduma alaihi, na kumtangulia mbele yeye, min a'zami asbabi, ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa, alfasadi, ya kuleta uharibifu na machafuko, fil biladi, kwenye miji walibadi na kwa waja naelewa wa anna alkhuruja an ta'ati wali al amri, na kwa hakika kutoka raiya wa Islam, kutoka kwenye taa ya kiongozi, wakasema sisi hatutaki kumtii kiongozi, akituamrisha hatutekelezi, akituamrisha tufanye hatufanyi, akituamrisha tuache hatuachi, sio maasi ni mambo ya kawaida katika jamii yetu, ni mambo ya kawaida katika mambo tu ya ada, ni mambo tu ya kijamii. Akatuamrisha kiongozi watu, akasema sisi tunatoka katika baa yake, hatumsikilizi wala hatumtii. Watakadduma alaihi, na kumtangulia yeye kiongozi. Watu wanatakiwa wawe nyuma ya kiongozi, akisema wanafuata kauli yake, wao wakawa wamemtangulia. Wao ndo wajuaji, wao ndo wapangaji wa mambo, yani kiongozi wamemtangulia mbele. Jambo hili min adhami asbabi, ni katika sababu mkubwa mno, min adhami asbabi alfasadi fi lbiladi walibadi, ni katika miongoni mwa sababu zilizokubwa za kuleta uharibifu kuleta machafuko, machafuko ya miji na waja na watu. Watu wataharibikiwa na miji itaharibikiwa, kwa sababu ya nini? ya watu wameacha nini, aa kwa kiongozi. Basi dawa tu, salafia inapigwa vita kwa sababu inaimiza utiifu kwa viongozi. Kwa hiyo mtu anakwambia mimi siupendi usalafi, wewe tafuta katika hizi sababu, utamkuta mmoja wapo yeye anayo, yaani hawapendi kwa sababu hiyo. Hana sababu yoyote ya msingi katika dini sharia ikamuunga mkono. Hana hana sababu yoyote ya msingi ambayo sharia ya Kiislamu itamuunga mkono yeye katika kuuchukia kwake usalafi, ila itakuwa ni ujinga aliyobebeshwa ni nini? Ujinga aliyobebeshwa. Anasema, wala yakadu yakhlu -ki ya kitabu min kutubi laqida hakikaribi wala yakadu wala haikaribi yakhlu, kukosekana kitabu kitabu chochote min kutubi laqida, katika vitabu vya aqida inda ahli sunnati wal jamaa mbele ya ahli sunna waljamaa min masalati lsami waltaa, ndani yake kukakosekana masala ya kusikia na kutii kwa watawala. Yani haikaribii kukosekana, yani haikaribii, sio kwamba haikosekani. Kule kukosekana haikaribii, maanake kile jambo liko mbali. Mara nyingi vitabu vingi vya akida ukivisoma, vinavyoelezea itikadi ya ahli sunnati waljamaa ndani yake utakuta kipengele cha kusikia na kutii kwa viongozi lazima utakikuta. Unaelewa hayo maneno, kiswahili cha wasomi hiki, haikaribii kupata kitu fulani yaani, maana yake anakuambia hilo jambo liko mbali mno kwa hiyo ni nadra usome kitabu cha aqida ndani yake usikute masala ya kuwatii viongozi, ni nadira. Lakini mara nyingi ukisoma vitabu vya aqida ya ahlisunnati waljamaa, ndani yake utakuta masala ya kuwatii viongozi na kuwasikia viongozi, limeelezwa jambo hilo sawa. Anasema liwaliil amri kwa kiongozi wataharimi munabadhatihi na uharamu wa kujivua na kujiondoa na yeye pia kumtoa kwenye uongozi wake. Utakuta kwamba maulama wa aqida ya ahli sunnati waljamaa jambo hilo wamelieleza kwenye vitabu vya aqida ya ahli sunnati waljamaa. Si jambo la maulama wa Saudia kama wanavyosema wasemaji mitandaoni huko ni maneno tu ya ujinga hayana kima. Maneno ya nini ya ujinga hayana kima? Chukua vitabu vya aqida ahlisunnati waljamaa, maulamaa wa nchi mbalimbali wa makarne yaliyopita, siyo leo, utaona jambo la kusikia na kutii kwa watawala.